Yozi karima matia rabakoze keplekadosa vakote tamia mwana <inaudible> kondoo ifanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zetu, ukaombea kila vazi la yo karima matia rabakoze keplekadosa vakote ndani ya mwana kondoo ifanye upatanisho kwa ajili ya nafsi zetu, ukaondoe kila vazi la uha...

arimamatia rabakoze keplekadosa vakote damu ya mwana kondoo ifanye upatanisho kwa ajili ya nafsi zetu ukaondoe kila vazi la

Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu li hai, ninaliinua jina lako Yesu, jina lipitalo majina yote. Yesu Kristo mwana wa Mungu li hai, ninakushukuru kwa zawadi ya uzima na uhai ambao umeniachilia ndani yangu. Ninakushukuru kwa kila jambo ambalo umelifanya katika maisha yangu. Hakika nimeuona mkono wako, nimeziona fadhili zako, nimeona matendo yako. E Bwana, ninakushukuru kwa uaminifu wako katika maisha yangu. Ninakushukuru kwa namna ambavyo umetembea nami, umenipigania na kunilinda, umenikinga na hila zote za adui mwovu shetani. Umeniwezesha kuifika siku ya leo si kwa haki yangu bali ni kwa neema yako. Nami ninalitukuza jina lako, ninasema asante. Asante kwa uaminifu wako kwangu, e Bwana. Asante maana umenihurumia, umenipa kibali na neema ya kusimama tena mbele za uso wako. Ninaliadhimisha jina lako, ninasema ni asante kwa wema wako na fadhili zako. Asante kwa sababu hata sasa wewe ni Ebeneza. Mungu unayetusaidia, Mungu unayetupigania, Mungu usiyeshindwa, Mungu usiyenyamaza, hakika ni kwa huruma yako tu na rehema zako, si kwa haki yangu wala kwa akili zangu, bali ninachojua ni kwa ajili ya wema wako na fadhili zako. Imekupendeza watoto wako kuwepo madhabahuni hapa asubuhi ya leo, nasi ewe Bwana tumekuja mbele zako na hatuchukulii kama ni kawaida, bali tunakurudishia sifa, heshima na utukufu ewe Bwana. Asante kwa sababu umetupenda, umetupa neema hii Bwana. Nasi mfalme wa amani, tunashangilia na kufurahia kwa sababu tunajua lipo kusudi ambalo umeliachilia ndani ya maisha yetu, nasi ewe Bwana tunakwenda kulitenda kwa ujasiri, maana wewe ndio Mungu ambayo umetuchagua siku ya leo. Tunaliadhimisha jina lako tunasema asante kwa ajili ya matendo yako makuu na ya ajabu. Neno lako linasema mshukuruni Bwana katika kila jambo, nasi Bwana tunakushukuru kwa mengi ambayo umetutendea. Tunajua yapo mengi ambayo tumeyaona na yapo mengi ambayo pia hatujayaona, lakini neno lako linasema ya kwamba mawazo unaotuwazia sisi ni mawazo mema na ni mawazo ya amani. Baba, tunaamini ya kwamba wewe unachotuwazia ni mawazo mema, e Bwana wapo ambao wanatamani tusiinuke tena. Wapo ambao baba wanatamani wasituone tunainuka, e Bwana, wapo ambao, Bwana, wanatuwazia mabaya kile inapoitwa leo, lakini kadri wanavyotuwazia mabaya, Mungu wetu ndivyo unavyotuwazia mema. Nami ninalitukuza jina lako, ninakutukuza kwa matendo yako makuna ya ajabu, ninakushukuru kwa uaminifu wako katika maisha yetu. E Bwana, ni wewe kimbilio letu na ngome yetu, wewe ndio msaada wetu, hatu na hatuna Mungu mwingine zaidi yako. Ni wewe Bwana wa kuabudiwa, ni wewe Bwana wa kutukuzwa. Hakuna kama wewe. Ni wewe Ebeneza, Mungu unayetusaidia, Mungu unayetupenda mwanzo na mwisho, hakuna kama wewe. Imekupendeza watoto wako e Bwana kusimama tukiwa wenye ujasiri mbele za uso wako e Bwana, tukikushukuru na kuliadhimisha jina lako Bwana. Vinywa vyetu na mioyo yetu imejaa shukrani. Shukrani hizi e Bwana zifike makaoni mwako asubuhi ya leo. Tukunakushukuru mfalme wa amani, tunasema asante kwa uaminifu wako katika maisha yetu. Tunakushukuru kwa namna ambavyo Bwana umelinda familia zetu. Asante kwa ajili ya mume wangu, asante kwa kwa ajili ya watoto wangu. Nina kushukuru kwa ajili ya watu walio nyumbani mwangu e Bwana. Wewe ni Mungu ambaye umewashindia, wewe ni Mungu uliyowainua tena kwa mkono wako e Baba wa rehema, asante kwa uaminifu wako juu ya familia yangu. Nina kushukuru kwa ajili ya mama yangu na ndugu zangu, kaka zangu, dada zangu na wadogo zangu, lakini ninakushukuru e Bwana kwa ajili ya marafiki zangu, wafanyakazi wenzangu, mabosi zangu e Bwana. Mungu uliye hai ni wewe Bwana uliyetenda, imekupendeza tena watoto wako kuiona nuru ya leo. Zaidi ya yote, ewe Bwana, ninakushukuru kwa ajili ya wote wanaotutazama majira haya. Asante kwa ajili ya mama yule, asante kwa ajili ya baba yule, asante kwa ajili ya binti yule na kijana yule, asante kwa ajili ya mtoto yule na familia ile nzima kwa ujumla, ambayo inatutazama na kuyafuatilia maombi haya. Ebwana Mungu, imekupendeza watoto wako kuja mbele za uso wako Ebwana. Waguse maisha yao, gusa mioyo yao Ebwana. Uwakumbuke, usiwaache Bwana, kwa kuwa wamekuheshimu wewe na wameacha vyote Baba, na ukawakumbuke katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Mwanakondoo ninalia Adhimisha jina lako Yesu. Ninaliadhimisha jina lako Mfalme wa amani. Hakika ni kwa huruma yako na rehema zako tu Bwana. Hakika ni kwa wema wako na fadhili zako hatuangamii. Kama si wewe Bwana, Israeli na aseme sasa katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya mwanakondoo, ninaliinua jina lako e mfalme wa amani. Ninasema asante kwa ajili ya kanisa lako, asante kwa ajili ya viongozi wa kanisa, asante kwa ajili ya mchungaji kiongozi, asante kwa ajili ya wazee wa kanisa. Ninakushukuru Bwana kwa ajili ya wahudumu wa kanisa, asante kwa ajili ya watu wa tehama. Ninakushukuru kwa ajili ya wapiga vyombo, ninakushukuru kwa ajili ya praise team, ninakushukuru kwa ajili ya partners wote wa ndani ya nchi na nje ya nchi. Ninakushukuru e Bwana kwa ajili ya waumini wote wa madhabahu hii. Baba wa rehema, Mungu wa rehema, ninakushukuru kwa ajili yao. Asante kwa ajili ya utumishi wao. Ninakushukuru kwa matendo yako makuu na ya ajabu e Bwana, hakika umetutegemeza kwa mkono wako, hakika umetuinua e Bwana, hakika tumeona wema wako na fadhili zako. Nani kama wewe? Umesema hautomtupa kamwe yeyote anayekimbilia kwako. Asubuhi ya leo e Bwana, tumekimbilia kwako, maana kwako ndiko uzima wetu, kwako ndiko iko faraja yetu, kwako ndiko liko pumziko letu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, ninaliadhimisha jina lako, Mfalme wa Amani, ninakushukuru kwa ajili ya matendo yako makuu na ya ajabu, ninakushukuru kwa kila jambo ambalo umelifanya ebwana. Hakika wewe ni mungu unayetupenda sana. Wewe ni mungu ambaye hata sasa, wewe ni mungu ambaye hujawahi kutuacha. Wapo wengi ambao wanapita katika changamoto mbalimbali, wengine wako mahospitalini wanaugua, wapo wengine wanaougua nyumbani, kuna wanaowauguza ndugu zao. Wengine Bwana umewaita mbele za haki, lakini wengine Bwana tulikuwa nao jana na leo hawapo nasi tena. Baba sisi tumekutenda nini? Sisi tumekufurahisha kitu gani Baba? si kwa wingi wa maombi yetu wala utaka tulio nao tunajua ni neema yako na huruma yako tu Bwana. Wapo ambao wako magerezani saa hii, wapo wako wanapita kwenye changamoto mbalimbali, wanashindwa kulitia jina lako. Wengine wako kwenye shida za vita katika nchi zao Baba, wengine mfalme wa amani, wanapita katika changamoto kadha wa kadha kwenye familia zao. e Bwana, wameshindwa hata kulitia jina. Lakini sisi umetupa neema na kibali, e mfalme wa amani, nasi Bwana hatuchukulii kama ni kawaida. Ndio maana tumekuja mbele zako kukushukuru, ndio maana tumekuja mbele zako kusema asante. Uinuliwe wewe Mungu unaishi, uinuliwe wewe Mungu wa vyote, e Bwana, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya mwanakondoo. Baba ninakushukuru, Baba ninasema asante, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya mwanakondoo. Umesema mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Hakika Bwana ni fadhili zako tu, hakika Bwana ni rehema zako tu. Bwana hatuangamii, tunanyenyekea ya chini ya mkono wako, tunasema asante kwa matendo yako, hakuna yajaa ya. Asante kwa afya zetu, asante kwa ndoa zetu, asante kwa ajili ya familia zetu, ribohamaandaribakoja Jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu ni hai. Baba tunakuadhimisha asubuhi ya leo, tunasema asante kwa uaminifu wako kwetu. Bwana tunakushukuru kwa kila jambo ambalo umelifanya katika maisha yetu, tunaliadhimisha jina lako Jehova riboshenderewokota ya mande kando ribo kandoriwokoryabashakara mande katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu ni wewe kimbilio letu bwana ni wewe ngome yetu wewe ndio msaada wetu umesema wawili watatu wakipatana kwa jina lako na wewe uko katikati yao na umesema wakiomba neno lolote kwa jina lako utawapa nasi bwana tumekuja kwa ajili ya shukrani e bwana tumekuja kukushukuru wewe ah, baba sikia maombi yetu bwana maombi haya yakawe manukato mbele za uso wako katika jina la kwa damu ya mwana kondoo, Baba tunakuadhimisha mfalme amani, tunasema asante kwa uaminifu wako katika maisha yetu, tunasema asante kwa wema wako na fadhili zako. E Bwana, hakika hatuangamii, hakika Bwana adui hatudhuru. Ingawaje wapo ambao wanatamani tusiinuke tena, wapo wanaotuchimbia mashimo, wapo ambao wanatamani kuiona fedheha na aibu ndani yetu, lakini Bwana katu walivyokuwa wanatuazia mabaya, wewe ndivyo ulivyokuwa unatuazia mema, wewe ndivyo ulivyokuwa unatuinua na kuwaibisha na kuwafedhehesha wote wanaoinuka kupambana nasi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Baba, wewe ni Mungu usiyeshindwa, wewe ni Mungu usiyenyamaza, wewe ndiko ambaye niko milele iliyopita na milele ijayo. Ninakutukuza e Bwana, ninasema asante kwa upendeleo huu wa ajabu mande vokoriamander kta ya manda, araba, koja, kata renovo kota ya maria mosha katika jina la Yesu wa so, Nazareti. Mungu Baba, ninakutukuza mfalme nina wa amani, ninaisimamisha rehema yako asubuhi ya leo. Ninajua tumekukosea kwa kuwaza kwetu, kwa kunena na kwa kutenda, na wakati mwingine tulipoota ndoto tumechafua utu wetu wa ndani na utu wetu wa nje wewe ni Mungu na esirini, wewe ni Mungu ambaye unafanya njia pasipokuwa na njia. Tunaomba rehema yako ipite katikati yetu, tunaomba rehema yako Bwana ipite katikati yetu. Tone la haki ya damu yako Yesu asubuhi ya leo katusaidie, e Bwana kaa wenye haki wako tena asubu. Tumekuja mbele zako e Bwana, tumekuja mbele za uso wako. Wewe ni Mungu na esirini, baba tume kama tulivyo, tumeumemina mioyo yetu mbele za uso wako, tuna rehema yako, tuna Bwana, popote tulipokwenda kinyume na mapenzi yako, kwa kujua na kwa kutokujua kwetu, kwa kuwaza kwetu, kwa... Ee Mungu uliye hai, tunaomba uturehemu, tunaomba ututakase, tuoshe Bwana kwa damu yako ya thamani inayonena mema Bwana, iliyomwagika pale Kalvari, inayonena mema hata sasa Bwana. Ikanene mema juu ya maisha yetu, ikanene mema juu ya njia zetu. Yamkini tumepunguka e Bwana, yamkini Bwana tulifanya dharau mbele za uso wako, yamkini Bwana tulishindwa kutii maelekezo yako, yamkini Bwana hatukusimama sawasawa na kusudi la uwepo wako, wako ukaondoka katikati yetu. Tone la haki ya damu yako Yesu ikanene mema e Bwana. Neno lako linasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Asubuhi ya leo e Bwana tumekuja mbele zako, ikiwa kuna nira na kongwa, ikiwa kuna zuio lolote ambalo e Bwana limesababisha uwepo wako ukaondoka katikati yetu. Damu yako Yesu inaonena mema, damu ya kupigwa kwako kwa kwa, e Bwana damu ya kwenye viganja, damu ya kwenye ubavu damu ya kwenye miguu, Baba, ikanene mema juu ya maisha yetu, ikanene mema juu ya dhambi zetu, e Bwana, dhambi za kujua, dhambi za kutokujua. Bwana tumesimama mbele Jehova, tunaiomba rehema yako, mfalme wa amani, tunaomba rehema kwa ajili ya familia zetu Baba, wamekukosea nasi, tunasimama kama makuhani asubuhi ya, ya leo, tunaomba rehema juu ya familia zetu. Umesema tuombeane sisi kwa sisi ili tupate kuponywa, lakini neno lako linasema ya kwamba, e Bwana, leteni hoja zenu zenye nguvu, nasi Bwana tumekuja mbele zako, tunajua tumekutenda, Bwana tumekutenda yasiyofaa mbele za uso wako zako zetu e Bwana, zimesababisha uwepo wako ukaondoka katikati yetu. Tunaisihi rehema yako ipite juu yetu, rehema yako Bwana ipite juu ya maisha yetu. Damu yako Yesu ya kwenye viganja ikanene mema Bwana juu ya maisha yetu. Fungua kila tulipofungwa, e Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai ninaomba rehema na toba Bwana kwa ajili yangu, ninaomba rehema na toba kwa ajili ya mume wangu na watoto wangu, ninaomba rehema kwa ajili ya watu walio nyumbani mwangu e Bwana, damu yako Yesu ikanene mema, damu yako Yesu ikanene mema ravashando vokoriva karamande riboko raya bakoja karamavosa damu yako Yesu ipite sahii, damu yako Yesu ipite sahii. Tone la haki ya damu yako Yesu ikaondoe kila kongwa na nira, ikaondoe kila vifungo, mauti, laana, maagano, viapo, uchawi, manuizo ti ambacho kimekaa ambacho ni kinyume na kusudi lako. Asubuhi ya leo tunalitia jina lako, umesema kila litiae jina lako ataokolewa. E Bwana, nasi tumekuja mbele zako Bwana, tunajua kwako ndiko huko msamaha wa dhambi, tunajua kwako ndiko liko tumaini letu. Jehova, hatuto nyamaza Bwana, tumekuja kwako, e mfalme wa amani. Tumeimimina mioyo yetu mbele za uso wako Bwana, sikia kuomba kwetu Bwana. Bwana wa rehema, mfalme wa amani, mwana kondoo wa Mungu, ichukue dhambi ya ulimwengu, turehemu dhambi, ichukue dhambi ya ulimwengu, turehemu, mwana kondoo wa Mungu, ichukue dhambi ya ulimwengu, tupe amani yako, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya mwana kondoo. Tunaomba tutakaswe e Bwana. Tunaomba turehemu, mfalme wa amani us

Oh, Baba wa rehema, umesema njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, lakini umesema ya kwamba njoni tusemezane, hata dhambi zenu zijapokuwa nyekundu kama bendera, utazifanya kuwa nyeupe kama theluji. Nasi asubuhi ya leo Bwana, jinsi tulivyo tumekuja kwako tu rehemu, tunaomba tutakase, tuoshe Bwana, osha dhambi zetu zote Bwana, tutakase tuwe huru. Ondoa kila tanzi, ondoa kila kongwa, ondoa kila nira Bwana, zilizosababisha uwepo wako ukaondoka katikati yetu. Asubuhi ya leo, e Bwana, rehema yako Bwana ipite, neema yako Bwana ipite, kebosha katika jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya mwana kondoo utusamehe Mani. Utusamehe wewe ndio kimbilio letu na ngome yetu e Bwana. Baba tunanyenyekea chini ya mkono wako, Mfalme. Tunanyenyekea chini ya mkono wako. Ninaomba rehema kwa ajili ya wale wote wanaotutazama saa hii. Ninaomba rehema kwa wale wote wanaotutazama saa hii, wanaofuatilia maombi haya Bwana ninawaleta mbele ya, mbele ya madhabahu yako ninawaombea rehema, ninawaombea toba. Ewe Bwana, watakase dhambi zao zote, watakase Mfalme wa amani, waoshe kwa damu yako, Mungu uliye hai. Ninasimama mbele ya kiti chako cha enzi. Umesema unatafuta mtu mmoja atakayesimama sehemu iliyobomoka ili apate kulijenga boma, nami Bwana nimesimama kwenye zamu yangu, kama kuhani wa zamu, nikiwaleta watoto wako mbele za...